Jua haki zako na Benson Wakoli. Msikilizaji hujambo, na karibu kwenye makala ya haki zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za msingi. Kwenye makala leo, msikilizaji, shabaha yetu inalenga nchini Uganda, taifa ambalo linajiandaa kwa uchaguzi mkuu mwezi Januari mwakani. Tutakuwa tunatathmini haki ya raia wa Uganda kuelekea uchaguzi huo na pia iwapo wanafahamu haki zao kuhusiana na maswala ya uchaguzi. Kwa njia ya simu nitasema naye mwanaharakati Ashimawadi akiwa jijini Kampala kufahamu hali halisi ya matayarisho nchini Uganda lakini pia hapa studioni ni naye bwana Evans Oduba, mwakilishi wa chama cha NUP chake kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi nchini Kenya. Karibu kwenye makala leo, msikilizaji. Jina langu mimi ni bwana Benson Okolim <tune> kwenye laini ya simu msikilizaji, moja kwa moja basi, naungana naye bwana Hashimu Awadi akiwa jijini Kampala. Bwana Awadi, je, wapiga kura nchini Uganda wameanza kupokea mafunzo kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwa ukweli, mara mingi kupata mafunzo ya kura kutoka nyuma haikubalike. Serikali ambayo iko mamlaka haitaki watu wajue sana mambo ya kupiga kura, zaidi watu ambao wako vijijini hawapata -ha mafunzo kikamilifu ha, na mara hii imekuwa ngumu zaidi kwa ajili kituo cha taw, uchaguzi haijakubali NGO zisaidie zi, kusambaza mafunzo ya ya kura. Shirika la uchaguzi haijakubali hao watu ambao wanaweza kufanya kazi ya kufundisha watu namna ya kupiga kura hapo usoni. Na bwana Hashim Awadi, umekuwa raia wa Uganda sahii kwa muda, umeshuhudia chaguzi kadhaa, unalinganishaje matayarisho sasa ya raia kwa ule muktadha wa kufahamu haki zao kuelekea uchaguzi na miaka ya zamani? Haijabadilika sana, watu bado wana hawanaamini kwamba kura yao itaamua ani atakuwa mshindi kwa kura. Wengi wanataka kuja kusikiliza wagombea wa upinzani, lakini wanawazuiazuia wanawazuia, kwa sasa zaidi yake hawatupendi sana wapite kwa mjini. Sasa hii inaleta watu wanakuwa kama oba, hawajapata mafunzo mzuri. Na bwana Hashim, na nyinyi kama mashirika ya kiraia mnafanya nini kuhakikisha kwamba raia wanafaham kwamba kushiriki katika mchakato mzima wa kupiga kura ni haki kwao tunajaribu kidogo kidogo kwa namna tunaweza, lakini haitafanya kazi ile kikamilifu watu waweze kupata mafunzo kamili, kwa kujua kitu ya kufanya, jambo la kufanya siku ya kura. Kabisa mwisho kabisa, Hashimu Awadi, unatoa wito gani kwa raia wa Uganda katika mchakato mzima wa kufahamu kwamba wao wana jukumu la kuwachagua viongozi ambao wao wanawapenda na wao ambao wanawashawishi kupitia sera zao? Uh, Kweli wajitokeze wenyewe sauri, kura kupiga kura ni haki yao. Wakikataa kujitokeza watapata u, wale waongozi ambao wa, hawezi kuwatumikia na watapoteza sana na wako na shida mingi. Lazima wajitokeze kwa wengi kujua, kufahamu, yani kura itatembeaje, watatupa kura namna gani, na watapata waongozi wale wa faida kwao. Bwana Hashim Awadi, ni kushukuru sana bwana kwa kutenga muda na kusema nasi, asante sana. Asante sana. Jua haki zako na Benson Wakoli <tune> Mskilizaji, baada na ya kusema naye bwana Bwanashimawadi akiwa jini Kampala Uganda, sasa anasema naye bwana Uduba, mwakilishi wa chama cha NUP nchini Kenya, kufahamu wao wanafanya nini kwa waelimisha wapiga kura nchini Uganda. Kabla ya kujadili swala hilo, bwana Uduba, unavyofahamu ni kwamba wanaharakati nchini Kenya wamepotea wakiwa nchini Uganda, walipoenda kumwona kiongozi wa chama chenu nchini Uganda bwana Robert Chagulani. Je, msimamo wa chama chenyu kuhusiana kuondoka kwa wanaharakati hao up Nicholas oyo ambayo walitoka hapa kwenda kumwona Bobi Wine huko Uganda, na ule ambayo tunasema mtapeli wa siasa kaguta alifanya mipango yake na akashika hao watu akawapoteza hadi saizi hawajulikani wako wapi. So hiyo kitendo ni kibaya, sisi kama National Unit Platform, tunasema kukuwe na ile kitu yenye inaitwa freedom kwa kila nchi, yaani, mtu anaweza tembea akaenda kwa nchi fulani hata kama ni kitu ya siasa anaweza ongelea huko hata kama ni business yenye anaenda kufanya, lakini mtu akuwe na freedom yake, yaani uhuru. So hiyo kitendo ilikuwa kitendo mbaya na tunatafuta kujua Bob na Nicolas huyo wako wapi? Na mmekuwa mkilalamikia kwamba mazingira ya kuelekea uchaguzi kama NUP Mbona mnashiriki kwenye kampeni iwapo hamna imani na tume ya uchaguzi, na ya uchaguzi na oh, mazingira yenyewe ya uchaguzi? Ukweli hatuna imani, lakini sasa kikatiba lazima twende kwa uchaguzi, na kwenda kwa uchaguzi kikatiba imaanishi tumeogopa hata kama mtapeli wa siasa, institushoni zote ni zake, lazima kutoa huyo mtu, tutapitia kikatiba, lazima tungekuwa kwa hii siasa, ndio sasa tufanye vizuri ile ya katiba hata kama tunaenda kwa barabara kupiga kelele ama kumtoa kinguvu, lazima hiyo channels tungepitia. Bila shaka, katika nchi yote panapofanyika uchaguzi kuna kwanga na ile hamasisho, kuhamasisha raia kuhusiana na haki zao, kuhakikisha kwamba wanashiriki uchaguzi. Mumefikia wapiga machama, kuwahamasisha wafuasi wenyu na raia wa Uganda kwa jumla, kuhakikisha kwamba wanashiriki uchaguzi wa mwezi Januari? Uchaguzi ni lazima itakuweko, ama tulikuwa tunapigania Waganda wapate national ID, kitambulisho wakipa. Pata kitambulisho wako na uhuru kupiga kura. Baadhi ya wanachama wenu walipotea baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na wakati wa kampeni za mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi sasa, tume nyingi tu za kimataifa zimeashiria kwamba hawajawahi patikana. Kama chama mnafanya nini kuhakikisha kwamba jamii zilizopoteza wapendo wao zinapata haki na pengine hata kujua tu wapendo wao wako wapi? miaka tano, saa hizi watu walishikwa, ambayo sasa wenye tunaitwa political prisoners, wengi bado wako huko, wachache ambao wametoka na wengi wamenyimwa bail. si hiyo mwaka tu peke yake, hata hapa juzi tunaona Daktari Kizza Besigye ambao saizi yako ndani, achileo chivumbi uh, Bobi Yang machete na ule ambao tunaita spokesperson wa Bobi Wine, pia Waiso Mfumbiro, wa Mfumbiro wako ndani. Lakini kama chama cha NUP wazazi wa wale watu ambao walishikwa, chama imesimama nao, chama haijawachilia hao watu kifedha, school fees. Unapata watoto wengi kama mwezi ambao umepita, shule zimefunguliwa lakini President Bobi Wine, hawa watoto wote ambao ni wa baba zao, mama zao, wako katika prison, wanakuja wote na anawapatia ile school fees ama mahitaji ya kuenda kwa shule. Mtu ameshikwa amemaliza miaka tatu, ajai onekana hata mbele ya kotini. So hiyo ni kitu ambayo tunasema ni mbaya. Human wanasema kwamba kiongozi wa NUP Bobi Wine anavutia sana kiwango kikubwa cha vijana na mara nyingi vijana wao hushabikia tu wanasiasa, lakini hawafanyi nini, hawajiandikishi kupiga kura. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba vijana wa Uganda, licha ya kwamba wanashabikia kiongozi wenyu, na wengine wanashabikia upande wa serikali, wanajitokeza siko kupiga kura na kuhakikisha kwamba wanashiriki haki yao ya kikatiba? A, vijana nataka kusema saa hizi tume tumekopi mtindo sana wa Kenya. Vijana wamekuwa mbele sana, hawa ambao wanaitwa Gen Z wametuonyesha ile mtindo mzuri, na hii wakati ambao tunaenda kupiga kura. Nataka kusema hivi vijana wamejitokeza, na vijana huwa wanajitokeza. This time around vijana wamepata, wame renew national id zao, vitambulisho. Tumemake mobilization katika vijana, waende wafanye renewing ya id zile ambazo zilipotea, na saa hizi vijana wako redi kupiga kura, sijui kama nyinyi mna sera ambazo mnahakikisha kwamba zinajali maslahi ya raia wa Uganda, awe mzee awe kijana, ama kina mama. Mara nyingi wanasema kwamba kina mama wanachwa nje katika mipangilio ya vyama mbalimbali hapa barani Afrika. NUP mnahakikishaje, kuhakikisha kwamba kina mama, kuelekea uchaguzi, wanapata haki sawa na wanaume wakati uchaguzi utakapofanyika, na kwa kuhakikisha kwamba mnapata idadi itajika chamani ya uwakilishi wa kina mama? Hizo mambo zote zenye naongea ziko katika manifesto mpya ya president zitatekelezwa. Hiyo ndo swali iwapo mtabahatika kupata uongozi. Yeah, zitafanya hivyo. Ni vile hatujapata uongozi sasa, siwezi sema zitatekelezwa <laughs> lakini tuko na imani na president wetu, kila kitu ambacho anaongea atakifanya. Bwana, ni kushukuru sana kwa kutenga muda na kutembelea studio za RFI Kiswahili na kutenga muda na kusema nasi, asante sana, karibu Msikilizaji kene kuchabia makala haya juu haki zako yanafika kikomo juma hili. Bila shaka umekuwa nami bwana Benson Wakoli hadi makala mengine juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili. Kwa heri msikilizaji <mulia>